Kuna mboga mbili hapo, kiangalia unaona kama zote zinafanana, lakini hii hapa, hii ni sukuma wiki, this one, hii ni spinach si? sukuma wiki na spinach. Kuna sukuma wiki kama kawaida, wiki inaisha, mambo safi. Kila wiki lazima uchume hii sukuma wiki. Hii sukuma wiki naona iko tofauti you know, hii ni spinach. Tunaona mboga hiyo, yeah kama weekend spinach mbabustani bustani sina hii huku. Hii ni kabichi cabbage kabeji kabeji, ndio kwanza haijaanza kufunga bado, ila iko vizuri kama unavyoona kabeji hiyo. Haya, yeah. Sasa kwa, kwa cabbage cabbage ndo hii, hii sasa cabbage cabbage hii imeanza kufunga tofauti na ile kule niliyokuonyesha mara ya kwanza. Hii imeanza kufunga kama unavyoona, nafunga mdogo mdogo, kabichi ya kisasa kabisa, kabeji ya kisasa kabisa. Funga inakuwa kubwa unavyoona umbo hili la nje hili hili kija kufunga basi hilo lote linafunga huko, kisha funga kama hii, muona hii hii imeanza kufunga. This is cabbage, hii imeanza kufunga kwa wakati kubwa kabisa. Inafunga hapa hivi, ina kwa kubwa na hii na majani na mabati matatu huko pembeni. Huo ndio ndio ndio kuchoma cabbage. Okay, kwa leo tuishie hapa, kesho tutaendelea na kipindi kingine, kukuwa wanaendelea kama kawaida. Bustani inaendelea safi hamna shaka.